Auliokotangaharayetu amba... kwa hiyo nakutambua kama katibu wa JNT ya serikali ya majadiliano, kwa niaba ya kamati na timu ya majadiliano, lakini itambue uwepo wa wajumbe ko e, ndugu katibu wa kamati ya majadiliano iliyokikiongozwa na nafahamu kuna idadi ya wengi ambao tukomao hapa leo kwa ajili ya kuwasilisha taarifa isheni wataalam katika ukumbi huu leo, lakini pia nitambue uwepo wa wataalam kutoka TBDC na kutoka katika wizara yetu na taasisi mbalimbali wakiwemo waandishi wa habari ari. Kwa niaba ya serikali kupitia wizara yetu, napenda kwanza nichukue nafasi hii kubwa na adhimu na muhimu sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kufikia hii siku ya leo, timu yetu ambayo ilipewa mamlaka na majukumu mazito na serikali kufanya majadiliano ya kitaalamu ya uendeshaji na usimamizi wa mradi huu kwamba yamekamilika na taarifa kuwasilishwa leo mbele yenu, kwa namshukuru sana Mungu kwa jambo hilo, lakini pia nawashukuru sana pia kamati kwa kuwasilisha taarifa hii mbele ya waandishi wa habari na Watanzania wakiwa wanaona. Jambo la pili nishukuru sana serikali yetu kupitia kwa mheshimiwa rais wetu, Mheshimiwa mama Samia Suluhu Hassan, na nyiye mnatambua kwamba wiki iliyopita alihudhuria utiwaji saini wa mikataba kama hii nchini Uganda na baadhi ya wataalam tulifuatana naye. Nampongeza sana Mheshimiwa rais kwa msukumo wake, kwa maelekezo yake, lakini pia kwa udhubutu wa kuhakikisha jambo hili linakamilika kwa wakati na leo eh, kuwasilisha taarifa hii pamoja na maelekezo ambayo yametajwa na katibu mkuu na katibu pia wa kamati ya majadiliano. Hii ni kwa sababu ya msukumo mkubwa sana ya viongozi waandamizi wa nchi yetu. Kwa, kwa niaba yetu sote tuwashukuru na kuwapongeza sana waheshimiwa marais Yoweri Museveni na mama Samia Suluhu Hasani. Kwa niaba ya nchi hizi mbili tuwapigie makofi waheshimiwa marais wetu. Sasa leo sio siku siku ya ya kuzungumza mengi, ilikuwa ni siku ya kupokea tu taarifa. Na mimi niseme nimepokea taarifa ya kukamilisha majadiliano ambayo yamedumu takriban miaka miwili na nusu ama mitatu kama toka timu hii iundwe. Unaweza ukaona ilikuwa ni ni kazi ngumu kiasi gani, na watu wanaweza kaona ni makaratasi machache, lakini mambo yaliyoko humu ni mengi zaidi kuliko rundo la makaratasi yaliyoko hapa. Kwa hiyo kazi iliyofanyika ni kubwa, nafahamu ingawa sijalisoma kwa kina, lakini pia kazi hii inaendana na majukumu ambayo yanafuata baada ya kuwasilishwa leo. Kwa nikiri nimepokea taarifa hii. Ndugu katibu wa kamati ya majadiliano, mfikishie taarifa na salamu mheshimiwa mwenyekiti wako, mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali, kwamba kwa upande wa serikali tumeipokea na tuko tayari kwenda kuifanyia kazi kuanzia sasa. Hiyo ni taarifa ambayo ningependa kukupa, lakini jambo la pili eh, nieleze kidogo tu kuhusiana na mradi huu, ingawa mheshimiwa katibu mkuu na mwenyekiti au kwa niaba ya mwenyekiti katibu ameeleza mradi huu ni wa ushirika wa nchi mbili kati ya Uganda na Tanzania. Kama mnavyokumbuka mkataba ulisainiwa tarehe 26 mwezi Mei mwaka elfu mbili kumi na saba kati ya rais wa awamu ya tano na rais Mseveni, na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameuchukua kwa nguvu zote ili mradi utekelezeke kama ulivyopangwa kwa hii ni dhamira ya serikali ambayo imepanga kukamilisha mradi huu kama ilivyopangwa. Lakini baada ya maelekezo kadhaa yametolewa na ufuatiliaji umeendelea na majadiliano yamefanyika, lakini sambamba na majadiliano, zipo kazi nyingine zimekuwa zikiendelea huku majadiliano yakiendelea kufanyika. Sasa kukamilika kwa majadiliano haya ambayo ndio jambo kubwa ningependa kulisemea hapa leo, kunafungua ukurasa mpya, kunafungua ukurasa mpya wa kuacha maneno, wa kuacha kujadiliana wa kuacha kutafakari badala yake kwenda kufanya kazi site. Na ndani hapo mngepiga makofi. Kwa sasa utekelezaji wa mradi umeanza. Kwa utekelezaji wa mradi unaanzia hapa. Kwamba kazi za karatasi zimekamilika, kazi inayofuata kwenda site kwenda kuanza kufanya kazi. Kama nilivyosema, nawapongeza sana timu iliyofanya kazi hii. Kujadiliana si jambo dogo. Kujadiliana si jambo la kupuuza wala kubeza. Na wakati mwingine majadiliano yanaweza kuchukua hata miaka hiyo ndiyo lakini tunamshukuru Mungu, majadiliano yamekamilika kwa mafanikio makubwa. Sisi hatuna cha kuwaambia, mbali na kuwashukuru sana sana kwa kazi kubwa. La pili, kwa vile majadiliano yamekamilika na kazi inatakiwa ianze kihistoria, baada ya kusainiwa mkataba ule niliotaja tarehe ishirini na sita mwezi Mei elfu mbili kumi na saba, yapo mambo yamefanyika pamoja na maelekezo yaliyozungumza hapa, lakini kuna kazi zimekuwa zikiendelea. Baadhi ya kazi ambazo zimefanyika hadi sasa toka mkataba usainiwa mpaka tunakamilisha majadiliano ni kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, kukamilika kwa utoaji wa ardhi na kutambua ardhi ambako bomba litajengwa kutoka Uganda mpaka kwetu Tanga, zaidi ya kilometa elfu moja na mia nne arobaini na tano kwa maana kujumlisha na Uganda kwetu elfu moja na mia moja arobaini na tano Eneo limepatikana. Jambo la pili, kuipongeza serikali yetu pamoja na makampuni na serikali ya Uganda kwa ujumla kwa kukubali kutoa fedha kwa pamoja kwa kuchangia kulipa fidia wananchi watakaopisha mradi. Tathmini imekamilika, kilichobaki ni wananchi kulipwa fidia yao, na ninafahamu ni takriban shilingi bilioni 28.8 zitalipwa kwa Watanzania ambao watapisha mradi huo kwa ajili ya ujenzi wa mradi. Kwa nitoe rai kwa wananchi ambao watapitiwa na eneo hili kutoa ushirikiano kwa serikali yao kupisha eneo watakapolipwa fidia naomba nirudie, watakapolipwa fidia ili mradi uweze kutekelezeka kama ulivyopangwa, na niombe sana watakaohusika na kulipa fidia wafanye zoezi hilo kwa umakini mkubwa sana, ili kila mwananchi anayestahili kulipwa fidia alipe fidia anayostahili na kwa wakati, bila kuwachelewesha. Hilo ni jambo la pili, lakini jambo la tatu, yako makambi 16 yatajengwa pamoja na eneo la kulainisha vyuma na kuunganisha vyuma, coating yard, maeneo haya nayo baadhi ya wananchi watapisha maeneo hayo na fidia watalipwa, lakini jambo la msingi ni kwamba matayarisho yao yamekamilika kwa ajili ya kuanza kazi. Eneo la tatu muhimu sana, bandari yetu ya Tanga kule, tunajenga eneo la kuweka matenki, yale matenki makubwa takribani matano, ambapo mafuta yatakuwa yanashushwa pale. Naishukuru bandari ishalipa fidia kwa niaba ya serikali, kazi inayofuata sasa ni kutoa eneo na kuanza ujenzi. Lakini jambo la muhimu sana hivi leo ni watanzania sasa kuchukua fursa za ushiriki katika ujenzi wa mradi huu mkubwa. Mradi utachukua takribani, watanzania watakaoajiriwa kwa kuanzia elfu kumi hadi kumi na tano elfu watakaoajiriwa hasa wakati wa ujenzi, wakati wa uendelezaji watapungua kidogo, takriban elfu kumi na kushuka chini, lakini hizi ni fursa kwa Watanzania, na kwa mujibu wa sheria yetu ya mafuta tunataka kuhakikisha kwamba Watanzania ndio wanaajiriwa zaidi ya asilimia themanini katika mradi huu. Na ni katika taaluma ambazo hawanazo Watanzania, ndio wataajiriwa watu wa nje. Na hili nitaomba sana wale ambao tutawateua kwenda kusimamia zoezi hili wasimamie kwa uangalifu sana, lakini jambo la msingi ni waalike Watanzania waanze kufanya matayarisho na kujiandaa kuchukua fursa. Wale wenye kuweka e, maeneo mengine kwa ajili ya kuweka ulinzi, kama ni makampuni madogo madogo, washirikiane na makampuni na taasisi za kiulinzi kupata fursa hizo. Hatutapenda makampuni ya nje kulinda maeneo ya store, maeneo ya kambi na kadhalika, utoaji wa vifaa vya kula, mchele, mboga mboga, samaki, subcontractors, malori, makatapila. Kazi zote hizi zitafanywa na Watanzania. Nitoe wito kwa Watanzania kujiandaa kuchukua fursa hizi, lakini hawatachukuliwa tu hivi vikiolela, watashindanishwa. Niwaombe Watanzania wenye sifa wajiandae kuchukua nafasi hizi kubwa. Tangazo kubwa, ujenzi utaanza haraka iwezekanavyo kuanzia sasa haraka iwezekanavyo kuanzia sasa wakati wowote, na taratibu zitatolewa kwa ajili ya kuanza kazi hizo. Na kwa leo katibu mkuu, nashukuru kwa sababu meni, menipa hiyo taarifa, tuna watasi kutaunda timu maalum ya kusimamia mradi huu maalum, kama ilivyo miradi mingine mikubwa. Na kwa kuanzia nimepata pendekezo la mratibu wa mradi huu ambao ningependa kumtangaza kwenu, ambaye ndiye atakuwa project coordinator wa mradi huu mkubwa kwa sasa mpaka hapo hatua zingine zitakapokamilika. Huyu ni anaitwa ni Asiad Mrutu ambaye ni geoscientist kutoka TBDC. Sasa afikishwe taarifa kwamba ameteuliwa rasmi kusimamia mradi huu. Kwa hiyo taratibu zote za kiusimamizi zielekezwe kwa timu hiyo, na mratibu msaidizi wa mradi kwa maana project coordinator ambaye ni assistant wake ni Kisamaru Anyang'ao, huyo atatoka nadhani ofisi yako katibu mkuu lakini katibu mkuu na TPDC mshirikiane kuunda timu ya wataalamu ya kuwasapoti hawa ili kuwa na dawati maalum la kusimamia mradi huu kuanzia sasa. Ujenzi wa mradi huu utachukua miaka mitatu, miaka mitatu kwanza. Mtakapokwenda na katapila kuanza kupasua ardhi, kama ni kesho, kama ni kesho kutwa, kama ni wiki ijayo, ni kuanzia hapo. Kwa hiyo hatutegemei ujenzi uende zaidi ya miaka mitatu. Niwaombe sana ambao nimewateua amba tumewapa si kwamba tumewateua tumewapa msalaba, na mimi nimeona pa kumtuishia ni hao hao waratibu sasa, na ninyi mtaona pa kutuishia, lakini kazi kubwa ni kumaliza. Kwa hiyo katibu mkuu na mratibu na coordinator kupitia TBDC pamoja na timu ya wataalamu mtakayoiunda, naomba ianze kazi mara moja, ianze kazi mara moja. Huu mradi umechukua muda mrefu sana, lakini ilikuwa ni kwa nia njema kujiridhisha kila hatua ya masuala yaliyomo na mambo ya msingi ameyataja katibu mkuu. Mambo ya msingi ameniambia yaliyoko humu ni pamoja na kuhakikisha kwamba kila nchi inanufaika na utekelezaji wa mradi huu. Yako masuala ya kikodi, zipo tozo za serikali, upo ushiriki wa Watanzania, yako masuala ya fidia, yako masuala ya ardhi, yako masuala ya kimikataba, yako masuala ya kibima na kadhalika. Yote yatazingatiwa kwa lengo la kuhakikisha kwamba serikali inanufaika kwa upande wake lakini na wadau na wanaoshiriki nao wananufaika kulingana na biashara ilivyo, lakini madhumuni makubwa ni kulinda maslahi ya Tanzania. Kwa ndugu zangu, nimeona e, tuchukua hatua hii leo kukubali kukabidhiwa taarifa baada ya kukamilika, na mimi nitaiwasilisha serikalini kwenye mamlaka ya hatua zaidi, lakini kwa maana ya kiutendaji, watendaji waanze kujiandaa kwa ajili ya kuanza kutekeleza mradi huu haraka iwezekanavyo. Kwa ndugu zangu wanahabari, Mheshimiwa naibu katibu mkuu e, ambaye yuko hapa ambaye ni mgeni nitapenda sana katibu mkuu, kadri utakavyoona haraka tukimaliza hapa wewe na TBDC na naibu katibu mkuu mkae muandae ile timu ya kuungana na hawa watendaji wawili ili utekelezaji wa kazi uanze mara moja. Ndugu zangu wana habari, mradi huu ni mkubwa zaidi, mradi huu wa bomba la kusafisha mafuta gafi kwa nchi za Afrika ni wa kwanza kwa urefu wakuwa na bomba la kuchemsha ili kurainisha mafuta ambayo katika aina ya nta kipekee, ni mradi wa kwanza kuwa na urefu wa namna hii. Bomba la kutazama ni refu, lakini la mafuta ya namna hii kwa, ni mradi mkubwa sana kama tulivyosema mwanzo, na mikoa na na zaidi ya mia moja ishirini na nn, lakini kuna vitongoji zaidi ya miatatu vitapikiwa na eneo hili. Watanzania wa wengi sana wataguswa na mradi huu. Kwa ni matarajio yetu Watanzania wengi watanufaika na uwepo wa mradi huu pamoja na manufaa makubwa mengine ya serikali ambayo itaipata. Baadhi ya mambo makubwa ambayo serikali itanufaika pamoja na mambo mengine, bomba hili ni kubwa, lina upana wa inchi 24. inaweza kupitisha mafuta mapipa laki mbili na kumi na sita alufu kwa siku. Inaweza kupitisha mapipa laki mbili na kumi na sita elfu kwa siku kama nilivyosema, lina upenyo wa inchi ishirini na nne na tunategemea yapitishe mafuta yote ambayo yatazalishwa kule Uganda, ambayo yamo kwenye mkataba wa kupitishwa kwenye mkataba huu. Kwa hiyo unaweza ukaona serikali itapata manufaa kiasi gani na kila pipa linalopita kwenye bomba hili, wale wanakuwa ufanya biashara ili ila kupitisha mapipa kwenye bomba hili litalipiwa dola za Marekani 12.77 dola kwa kila pipa. Sasa angalia nimepita mapipa mangapi kwa siku mangapi kwa miaka mitatu, kwa serikali na wadau wake washiriki wake watapata manufaa kiasi gani? Manufaa ya kwanza yanaanzia hapo. Nimeona nilitaji hilo ili watanzania waone manufaa ya mradi huu mkubwa. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, napenda niwashukuru sana kwa uwepo wenu leo. Ilikuwa ni kupokea tu taarifa, sio siku ya kujadiliana sana. Tutapata nafasi nyingine ya kueleza mengi sana kuhusiana na mradi huu lakini kubwa niwahakikishie watanzania kwamba mimi kupitia kwa wizara yangu, naibu waziri, katibu mkuu, naibu katibu mkuu na wataalamu wengine tumejipanga kikamilifu kuhakikisha mradi huu tunaosimamia kwa nguvu zetu zote, kwa bidii yetu yote, kwa uelewa wetu wote, kwa ubunifu wetu wote na kwa uzalendo wetu wote, ili ukamilike kwa wakati. Baada ya kusema hayo, basi mimi nawashukuruni sana kwa kutupa nafasi. Asanteni sana kwa kutusikiliza.